Ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya kwanza, mm -hmm. Siku ya kwanza sasa ndio imeishia, tukiamka kesho ni siku ya pili, na ukumbuke dawa zetu ni amintoto na trima farm ya yeah. Kwa sababu wako mia. Maji yetu ni nusu ndoo ya lita kumi, nusu ndoo ya lita kumi, na dawa unaweka nusu kijiko kile unachokula wali kile, unaweka nusu kila dawa, unatumbukiza kwenye yale maji, alafu unagawia. Usiweke maji mengi na usiweke dawa nyingi, kwa sababu ukiweka dawa nyingi maji mengi yatabaki, alafu mwisho wa siku utamwaga, utakuwa umemwaga dawa, na dawa ni very expensive. Tunaelewana wadau? mm-hmm. Kwa hiyo ni nusu kijiko, hata kikizidi kidogo ikawa robo tatu, wala sio mbaya, kwa sababu lengo dawa iwakolee na iende ikafanye kazi, kuarisha arisha kule kuka stop, matumbo yakapone na kitofu pia kikapone, na hiyo trima farm ndio inaenda kufanya hiyo kazi. So ni muhimu sana kuweka dawa, uhakikishe imewatosha ile dawa, isipungue. Yani isiwe underdose, afadhali izidi kidogo lakini isiwe underdose. Mimi nina vifaranga mia tu hapa na moja. Siwezi so kutumia lita kumi nzima kwa sababu nikitumia lita kumi nzima baada ya masaa 24 maji lazima ubadilishe. Kwa nini baada ya masaa 24 lazima ubadilishe maji? Vyombo hivyo vyekundu vya chini hivyo, visahani hivyo, vinakuwa tayari vimeshashika udenda, utelezi, kutokana na wao wanakula chakula, wanaenda kunywa maji, wanaachia uchafu humo humo nini, kwa hiyo mpaka masaa 24 yakifika, vyombo vile vinakuwa vina utelezi. Sasa utelezi, sidhani wewe chakula chako ukilaza asubuhi umeamka kina utelezi, sidhani kama utakula. Maana yake tayari wadudu wameshatia team mahali hapo na sio salama kwa afya yako, na ndio maana nasema 24 hours unabadilisha maji. So, kama unabadilisha maji 24 hours, hauna sababu ya kuweka maji mengi ukatumia dawa nyingi alafu mwisho wa siku unaenda kuimwaga. Sio kama tunaelewana, my subscribers hey? Ndio hivyo na tuendelee kusubscribe wadau. Kwa hiyo lazima uweke dawa ambayo itawatosha. Nimegundua watu wengi wanalalamika dawa haisaidii, isa dawa haisaidii, kwa sababu ya vipimo. Unaweka dawa ndogo, unaweka dawa chache, kwa hiyo ile dawa inakuwa ni andadozi, na ikiwa andadozi haiwezi kwenda kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo ni vizuri ukaweka do dawa izidi kidogo kuliko ipungue kidogo, ili ikakusaidie kuwatibu kuku wako, iende kakutane na mahitaji yako. Kwa nini uliinunua? Ili ikakusaidie kuponya hao vifaranga wako. Kwa hiyo uweke dawa ya kutosha, ila usizidishe sana ukawa uvadozi, tena ikawa ni tatizo. Tukumbuke tu tunaenda na hii antibiotiki na vitamini kwa muda wa siku tano. Siku ya sita tutawapa maji plaini, alafu siku ya saba tutawapa chanjo ya Newcastle. Tunaelewana? Tuko pamoja ndugu zangu. Kuna mtu alikuja akanambia, madam, tufundishe sijui nini sijui mambo ya machanjo. Machanjo ayo tushaelewa sana hayo, nilimuhifadhi tu kwa sababu ajui asemalo ya, yani ni, ni mtoto ni mtu mzima, lakini hajakuwa amekataa kukua, he or she has refused to grow. Uwezi ukaja ukasema hapa, mwanadamu, usirudi urudie hizo chanjo, tushaelewa sana, tufundishe mambo mengine. Unajuaje mimi chaneli yangu kila siku inakuwa na ina wageni kila siku, kuna watu wapya wewe. Kama umeelewa ushukuru, Mungu umeelewa, lakini usije hapa ukaanza kunipangia bat, ratiba. Ah, hiki usifanye kwa sababu hiki mimi nakijua. Wewe wewe ni ubinafsi, unakijua wewe, je, wenzako wote wanajua? Eh, alafu wewe wa sio akademiki wangu wa kunipangia ratiba nini cha kufanya. you understand Uwache kuwa mbinafsi. Hapa ndani kila siku watu wanakuja, kila siku wageni wanakuja. Unajua kwa siku napokea simu za watu wangapi? Vile ambavyo napokea simu za watu wengi kwa siku na ndivyo hapa kwenye channel watu wengi wanakuja kila siku ingawa hawasubscribe lakini pana wageni hapa kila siku wanahitaji kujua kitu. So we usije na kauli kauli zako umeshiba wewe unaanza kuwasemea wenzio wenye njaa. That is not fair. Hiyo sio sawa kabisa. Sio sawa kabisa. Na alafu usinipangie usinipangie, kwa sababu we ulipi ada sawa? ya na we sio academic wakunipangia, pangia wakunipangiapangia mi ratiba? Sawa, mi naangalia mahitaji ya watu, ninajua watu wangu ni nini wanahitaji kwa sasa, sio kwamba ninaenda tu. Of course nasikiliza na, na ushauri, lakini kuja vizuri, usiseme kwamba oh, usifundishe fundishe hizo, si tumeshazijua sana hizo Hizo ni kauli za kashfa. Unaweza ukaja ukasema madam, samahani naomba tusaidie tufundishe kitu fulani. Nachukua maoni mengi, tunachukua. Lakini unapokuja unatanguliza, unatanguliza yani unajitanguliza wewe, alafu wenzio unawacha nyuma, hiyo haiko sawa. Haiko sawa kabisa. Kuja tu, sema nini unataka nikufundishe. Sema nini unataka nikusaidie. Nitakifanya tu lakini usije ukaanza kukashfu kwanza, alafu ukaona wenzako kwamba hawafai, wewe ndio unafaa sana hiyo haiko sawa, haiko sawa na mwenyewe nakuwa upset yani. Naona ehe, tena huyu tena huyu naye, ehe. Siku kinikuta vibaya, nami nakujibu tu ngandangu kwa sababu mi mwenyewe ni binadamu, sio malaika. Usitegemee utakuja na na lugha lugha zako, siku hazifanani. Na nami siku nikitibuka, umeniji- umei umenijia na vilugha lugha vyako, nakujibu ngandangu tu, unaona. So you better kujipange vizuri. Ukumbuke na wenzio kwamba hapa tuna watu wengi wanaojifunza na kila siku kuna wageni. Kwa hiyo kama wewe kitu unakijua, basi shukuru Mungu unakijua. Lakini kuna mtu mwingine yule pale akijua anahitaji kujifunza. Na pengine wakati mwingine ninapokuja na kitu hapa nazungumza, kuna watu wameshaomba ni, ni, ni, nirudie, au nizungumzie hicho kitu. Kwa sababu kama wewe unakijua, usianze kusema oh mimi sijui najua hiyo achana nayo sijui nini. Hiyo mm. So sawa. Sawa penzi. So, baada ya hapo wiki ya pili utaratibu wetu ni ule ule antibiotic, lakini nani vitamini, lakini utaangalia hali ya vinyesi vya kuku wako. Ukiona vinyesi ni vya brown, wiki ya pili unaendelea na antibiotic. Unaweza kutafuta amprolium ukawapatia. Lakini ukiona wako vizuri vinyesi vyao vikavu tu safi, basi unaendelea na vitamini. Mpaka wiki ya tatu baada ya gomboro, unapoanza wiki ya tatu, unarudisha tena antibiotic. Mchezo ndio unakuwa hivyo. Mwisho wa siku, a mwenyewe uko sawa kabisa. Sawa ndugu zanguni, Mungu awatunze na ninawatakia usiku mwema. Tuendelee tu kusubscribe kushare kucomment kulike ili kwamba na mambo mengine yawe sha sawa, wadau, love you.